Kwa hivyo tunakubaliana Yesu ni mm. Eh, imesema mwanadamu. Hey, Na ndiye mpatanishi <laughs> hey. tu <laughs> Asante <laughs> Kumbe Yesu ni mwanadamu tumalize kazi <laughs> Hesabu 23:19. Continue. <laughs> Mungu si mtu wala si mwanadamu, lakini Yesu ni mwanadamu na Yesu ni mtu <laughs> Nasikiliza maneno ya kweli kutoka kwa Mungu. Hiyo ni ukweli. Sasa naona pastor anataka ndo aweze kuboronga yale ambayo nimesema <laughs> na sijui yewe na Yesu mshaelewana au bado, kesho turudi Mbawo. Mbawo. Na ke kesho nafikiri ni siku yenu ya sabato <laughs> <Yenisabate>. sabato <laughs> <ye? laughs> na huu pia ni msabato kwa hivyo nafikiri mtashiriki nyote kanisani pamoja <laughs> <laughs> <laughs> alafu mkichukua sadaka sadaka tutamwachia Yesu, sindio? Siwezi kubali. Sasa ebu nisomee kumi na tano tatu kitabu cha Kutoka. Bwana ni mtu wa vita. Kwa hivyo, Mungu si mtu aseme huo, lakini ni mtu wa vita. Hebu soma andiko liseme. Subiri, usifunike, rudia liseme. Mungu ni mtu, hebu rudia. <laughs> Bwana ni, ni mtu wa vita ah. Kwa hivyo haijasema Mungu, imesema bwana ni Bwana nani? Ngoja kwanza mm, mm, mm. Subiri mi nasema kuna andiko linasema Mungu ni mtu <laughs> Bwana ni Mungu ah. Andiko limeandikwa Bwana ama mtu yule amefinywa. Imesema Bwana eh. Ni mtu wa vita sawa <laughs> limesema Mungu au Bwana Bwana ni mtu wa vita. Unaandiko Mungu ni mtu. Bwana ni, kwani Bwana si Mungu? Bwana Mungu. Kwa hivyo lazima kwanza uende upachike andiko lingine umfanye Bwana kuwa Mungu. Nikwambia bread na nikwambia mkate, kuna tofauti? Hakuna. <laughs> ni lugha tu, na hiyo bwana ni lugha. Kwani kwani Mungu ana ana lugha ngapi? Jina jina lake. <laughs> kwanza Mungu wenu wako na majina mjana? Ah, siyo Mungu wetu. <laughs> ngoja kwanza. Ehe, mimi nauliza hivi. Kuna andiko lolote ndani ya Biblia hata ukisachi kwenye simu yako linasema Mungu ni mtu. Bwana ni mtu wa vita. What? Sisemi Bwana. Nasema Mungu ni mtu. Unajua Katifa, hapo utatoa jasho. Hiyo ni ukweli. Unaandiko andiko lolote sema, hakuna ila, ila mimi Bwana naamini ni Mungu. Mbona wewe lakini kusema yeah, kwamba kusema buvo, hakuna Mungu ni mtu hakuna. Na Bwana ni Mungu. Mungu, eh, ni mtu hakuna. Umejibu vizuri bwana. Lakini andiko linalosema Mungu si mtu lipo mm, lipo kumbe. <laughs> si si <laughs> hawezi kudanganya, kudanganya kwa sababu hawezi danganya kwa kwa, kwa, si nani Mungu si mtu aseme uongo. Kumbe anayedanganya ni nani? Bwana ni mtu wa vita, ni mwanadamu na Mungu kwa sababu si mwanadamu hawezi fanya nini kuogea uongo <laughs> na kwa sababu yeye si mtu hawezi kujua kufanya nini? wala si mtu ili ajue yaani Mungu si mtu ili aseme nini? Wacha wasome, kwa hiyo amesoma kwa hiki <laughs> eh, Kiswahili nyepesi sasa hii ng'ombe ya wapi? oh, Kiswahili nyepesi iliyofanyiwa ukarabati. Jesus. Inasema <laughs> Mwenyezi Mungu ni shujaa vitani. Yeye anasema Mwenyezi Mungu ni shujaa vitani. Yeye anasema Bwana ni wa vita. <laughs> Sasa ni haya nye yote ni majina. Yaani, kumbe hapa imesema Bwana ni mwenyezi Mungu ni shujaa vita ni shujaa vitani, na ile nyingine ikasema Mungu ni mu? Bu, imesema, Ah Bwana ni ni mtu wa vita bwana, ile kataja mtu ikasa, ikataja shujaa sawa? mm. <laughs> <laughs> eh, eh ni bile tu wewe umeelewa, Bwana si Mungu lakini sasa maandiko bibilia hiyo ni Korani, inasema Chai. Wewe, wewe unajiita malaika. Wewe unajiita malaika. Mungu ni mtu? Mungu ni roho. Koma nyoko. This man. Chai.